Nataka uchukue muda kidogo kufikiria maisha yako kama chumba cha bodi ya kampuni kubwa pale ndani ya shirika lenye nguvu. Kuna meza ndefu eh, iliyozungukwa na viti vya ngozi kwenye chumba cha bodi ya wakurugenzi. Kuna kamati ya utendaji eh, ya watu muhimu walioketi kuzunguka meza hiyo na kila mwanachama anawakilisha sehemu tofauti ya maisha yako. Kwa mfano, pale umemketisha nafsi yako binafsi. Kwenye kiti kingine, kuna nafsi yako ya kazini, nafsi yako ya maadili, nafsi yako ya burudani, nafsi yako ya mahusiano e, nafsi yako ya kifedha na kadhalika. Hiki ndicho chumba cha bodi ya nafsi yako. Sasa mara nyingi huwa kuna mgongano kwenye chumba hicho cha bodi, wakati maamuzi yanapofanywa, na si kila mwanachama anakubaliana na mwingine eh, kuna mijadala na mabishano mengi, na hatimaye kuna upigaji kura. Kwa kawaida si kura ya pamoja, lakini maoni ya wengi ndiyo yanashinda. Unajua nadhani mtu wa kawaida leo anafikiri kwamba kumfuata Yesu inamaanisha unamkaribisha akae kwenye kamati hiyo ya utendaji. Unampa Yesu kiti mezani. Labda, labda hata unamweka Yesu kuwa mwenyekiti wa meza. Unamfanya kuwa mwenyekiti na unampa haki ya kupiga kura pia. Lakini ukweli, wapendwa, mtazamo wa kibiblia kwa mfuasi wa Yesu Kristo ni kwamba Yesu anaingia kwenye chumba hicho cha bodi ya nafsi yako na na anafukuza kila mwanachama wa kamati. Unaona kuwa mwanafunzi aliyejitolea kabisa kunamaanisha kumwambia Bwana kila siku, kuna kura moja tu na Bwana, kura hiyo ni yako wewe, unaongoza kila eneo la nafsi, kila eneo la maisha yangu. Sasa Bwana amewaarifu wanafunzi wake habari ambazo hazilingani kabisa na mwelekeo wa kamati ya utendaji ya wanafunzi. Yesu aliwaambia kwamba atakataliwa na kuuawa kisha atafufuka siku ya tatu. Na katika simulizi la Mathayo, Petro unajua yeye kama mwenyekiti wa kamati anasogea mbele na kumwambia Bwana kwamba hataunga mkono hilo. Wale wanafunzi wengine nao pia hawatakubali hilo. Baada ya Bwana kumkemea Petro, wote wanakumbushwa kwamba jukumu lake halihitaji kura. Na hapo Bwana anawapa habari nyingine za kushangaza zaidi. Bila mabadiliko yoyote yanayoonekana, anaendelea na tupo hapa kwa somo la leo katika Luka 9. Anasema hapa katika mstari wa ishirini na tatu mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake kila siku na anifuate. Kwa maana yeyote atakayetaka kuiokoa nafsi yake atapoteza, lakini atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataokoa. Kwa maana mtu atafaidika nini akiupata ulimwengu wote na kujipoteza au kujiharibu mwenyewe? kwa maana yeyote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea aibu atakapokuja katika utukufu wake na utukufu wa Baba na wa malaika watakatifu. Sasa, lazima nikuambie kwamba nimeshangazwa kidogo na baadhi ya wanateolojia na wachungaji ninaowaheshimu sana, watu wanaoshikilia fundisho la kuhesabiwa haki kwa imani pekee wanapofika kwenye kifungu kama hiki wanageuza wokovu kuwa kuhesabiwa haki kwa imani pamoja na matendo. Sasa hawasemi hivyo moja kwa moja, lakini wanatumia kifungu hiki kama orodha ya mambo ya kuangalia ili kuthibitisha wokovu wa kweli. Kwa maneno mengine, kama umewahi kuona aibu kwa Bwana, basi huenda hujaokoka, au kama kama hauko tayari kujikana mwenyewe wakati mwingine, basi huenda hujaokoka au kama huchukui msalaba wako kila siku, huenda hujaokoka. Kama hauko tayari kufa kwa ajili ya Kristo wakati wowote, basi huenda hujaokoka pia. Basi kifungu kama hiki kinageuka kuwa fimbo inayowafanya Wakristo waogope kwamba labda hawafikii viwango vinavyotakiwa. Kwanza kabisa, wapendwa, muktadha hapa sio wokovu, ni kuwekwa wakfu Amewaambia wanafunzi wake kwamba atawawa inawezekana kabisa. Amewaambia kwamba itakuwa kwa njia ya kusulubiwa, kwa sababu sasa anazungumza nao kuhusu msalaba wao wenyewe wa kubeba. Kwa maneno mengine, Yesu sasa anawafahamisha kwamba maisha yao hayatawakilishwa na taji, bali na msalaba. Sasa kumbuka, Yesu anawaambia wafanye jambo fulani kila siku: Chukua msalaba wako kila siku. Kwa hiyo kwa mujibu wa wengi, kama siku yoyote hujachukua msalaba wako, basi aidha umepoteza wokovu wako au hukuwahi kuwa nao kabisa. Aina hii ya kile ninachokiita tafsiri isiyo na neema humpeleka muumini kwenye kujichunguza kupita kiasi na kutokuwa na uhakika. Na naniambie tu, muumini mwenye dhamira safi siku zote hujikuta amevunjika moyo, kwa sababu huwezi kufanya hivyo kwa uaminifu kila siku. Basi ngoja nikuambie mpendwa, Yesu hasemi hapa kuhusu jinsi ya kuwa muumini au hata jinsi ya kuthibitisha kwamba wewe ni muumini. Anatuambia jinsi ya kuishi kama muumini anavyopaswa kuishi. Warren Wiesbe aliweka vizuri sana aliposema kuhusu andiko hili kwamba Yesu hasemi kuhusu kuwa mwana, anazungumzia kuhusu ufuasi. Sasa kubeba msalaba wako maana yake nini? basi nitakuambia maana yake maana yake ni kuishi maisha yaliyotengwa kwa mungu na hivi ndivyo unavyoweza kufanya hivyo kwanza itahusisha mtazamo wa unyenyekevu tena yesu anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na tatu mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe sasa kujikana mwenyewe haina maana ya kujinyima tamaa njema na mambo mazuri Kujikana mwenyewe maana yake ni kuacha maisha ya kujifikiria wewe mwenyewe na kuishi maisha yanayomlenga Kristo, na hilo linahitaji unyenyekevu, kwa sababu mara nyingi tungependa dunia izunguke sisi. Pili, maisha yaliyotengwa kwa Mungu yanahitaji kipaumbele cha kila siku. Yesu anasema hapa, na ajikane mwenyewe na auchukue msalaba wake kila siku. Basi, kuchukua msalaba wako kila siku ni kumwambia Bwana, Bwana, leo kuna kura moja tu kuhusu jinsi nitakavyoishi maisha yangu, na nataka ujue kura hiyo ni yako pekee, uamuzi wote ni wako. Hili linapaswa kuwa kipaumbele cha kila siku. Kwa nini? Kwa sababu utapitia changamoto mpya kila siku. Kila siku utakuwa na watu wapya wanaoingia kwenye maisha yako utakuwa na matatizo mapya. Utapata aina mpya za mateso. Unaweza hata kupata vishawishi vipya kabisa. Na kwa njia, Yesu anasema jambo ambalo ni la wazi sana hapa, kiasi kwamba tunaweza kulikosa kirahisi. Anasema na ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku, anifuate. Neno hilo kufuata linamaanisha unamfuata mtu na unasafiri naye katika mwelekeo uleule ule. Kwa hiyo usikose kuona kilicho wazi sana. Kumfuata Kristo kunamaanisha yeye ndiye anaamua mwelekeo. Kama Bwana ndiye anaendesha na inapaswa kuwa hivyo, basi inamaanisha tunasafiri kwa mwendo wake. Wakati mwingine Bwana anaongeza mwendo na sisi tunajikuta tunahangaika kumfuata Wakati mwingine pia anapunguza mwendo kabisa polepole pole kuliko tunavyopenda, lakini yeye ndiye dereva. Na kwa njia, hakuna abiria wa nyuma wanaotoa maelekezo. Sasa Bwana anatoa kipengele kingine cha maisha yaliyotengwa kwa ajili yake, na hiki hapa tatu, maisha yaliyotengwa kwa ajili ya Mungu yanakumbuka uwajibikaji wa baadaye. Kwa maneno mengine, hatutasahau kile kinachokuja mbele yetu au siku za usoni. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 26, kwa maana yeyote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea aibu huyo pia. Kwa njia, Yesu hasemi eh, mwana wa Adamu atamalizana naye, au mwana wa Adamu atamkataa hapana. Anasema mwana wa Adamu atamwonea aibu. Kuna siku inakuja ya uwajibikaji kwa kila muumini. Inaitwa kiti cha hukumu au bema ya Kristo. Sasa hukumu hiyo siyo ya kuamua kama utaingia mbinguni. Itakuwa ni kutathmini jinsi ulivyoishi duniani kwa kuzingatia mbingu. Unaona, hicho kiti cha bema kitakuwa wakati wa furaha kuu ambapo tutazawadiwa, lakini pia kutakuwa na huzuni. Huzuni juu ya yale ambayo hatukufanya kwa ajili ya Kristo, eh wakati tulimkataa Kristo. Kutakuwa na furaha kubwa kwa sababu kila tendo la uaminifu la kumtumikia Bwana litazawadiwa haijalishi ni lipi. Kwa hiyo kumbuka hilo, usione haya kwa ajili ya Injili, usirudi nyuma kama utachekwa au kukataliwa. Mwombe Yesu akupe ujasiri, ujasiri wa kujitambulisha naye. Mwombe hilo leo unapowaambia wengine habari zake. Sasa pamoja na hayo, Yesu anatoa kauli hii ya kuvutia hapa kwenye mstari wa ishirini na saba. Kuna baadhi ya wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka waione ufalme wa Mungu. Naam, naamini kwamba hiyo inahusu ladha ndogo ya ufalme na itatolewa kwa wanafunzi watatu kwenye mlima wa kubadilika sura. Hiyo imeelezewa kwenye mistari inayofuata na tutaiangalia wakati mwingine kwenye safari yetu ya hekima. Wakati huo huo, unachukuaje msalaba wako? Unaishije maisha yaliyotengwa kwa Mungu? Kwa unyenyekevu, kwa kuweka vipaumbele na kwa kukumbuka kwamba kuna siku ya kutoa hesabu mbeleni. Hivyo basi, kwa sasa na labda hata leo, hakikisha unaingia kwenye chumba cha mikutano cha moyo wako. Unapaswa kufanya hivyo kila asubuhi, na unajua, wafukuze tu wale wajumbe wote wa kamati ya nafsi na umwambie Yesu tena. Kuna kura moja tu itakayohesabiwa kuhusu jinsi nitakavyoishi leo na Bwana. Kura hiyo ni yako peke yako.